Watazamaji, ni kwamba watu saba wamejeruhiwa na nyumba kadhaa kuteketezwa baada ya kundi la vijana kuzua ghasia kuhusu umiliki wa ardhi katika eneo la Nayupong, kaunti ya Trans Nzoia. Baadhi ya vijana wanadaiwa kuwalazimisha wakazi kulipa pesa kulindiwa ardhi zao, na waliokataa walishambuliwa. Na kama anavyotuarifu Collins Shitiabay, ni kwamba vikosi vya usalama vimetumwa eneo hilo kurejesha utulivu. Ni hali ya taharuki katika kijiji cha Nayupong, kaunti ya Trans Nzoia, huku nyumba zikiteketea na baadhi ya wakaazi wakijeruhiwa. Uwepo wa maafisa wa usalama haujazuia uoga miongoni mwa wakazi ambao wanaendelea kuhofia usalama wao. Kwa umbali, kundi kubwa la vijana linaonekana likiwafukuza wenyeji kutoka kwenye mashamba yao. Mnakoona watu, ilitoka tu hivi, akapata mimi kwa abo, sisi naye na kukimbia namna hii hiyo kichana akafata mimi nyuma. Akafata, akafata mimi kwa, kwa laka kwa shamba yangu hapo akapikia mimi hapa uh. Wakupata shamba ndio hawa wanafanya vurugu, wanapiga wana, wana watu poza. Hata ukiangalia kichwangu mimi nilipigwa kwa sababu, uh, kwa sababu ya shamba yangu. Mzozo huu ulianza siku tatu zilizopita na wenyeji wanadai umechochewa na matatizo ya umiliki wa ardhi. Kuna madai kwamba watu kutoka maeneo ya mbali wamevamia na kunyakua mashamba wanyewe, huku vijana wanyewe wa eneo hili wakiwalazimisha wakazi kulipa kwa ajili ya ulinzi wao. Wale waliokaidi walivamiwa na kupigwa, kama utawaye okota shilingi elfu kumi utawaye lima shamba. Wakazi wanaiomba serikali kuongeza vikosi vya usalama, wakisema wengi wao wamekosa usingizi kutokana na hofu ya kushambuliwa usiku. Na serikali mulitupa hii mashamba kwa amani. Kwa hivyo karibuni, mutueleze, mutuokoe kabla watu wetu wajaangamia. Manyumba inabomolewa, jana walifunja manyumba ya watu, wakifungia watu kwa manyumba. Kwa hivyo serikali, tunaomba usaidizi katika hapa na Nayupong, wako na mshale hii watu na wako na fimbo, eh, wanafungia watu wa manyumba mimi niliona mapema ndio nikatoka, wakafunja mlango yangu wakafunja kila kitu. Wakazi wa eneo hili la Nayupong, kaunti ya Trans Nzoia, sasa wanaitaka serikali kuongeza vikosi vya usalama ili kurejesha hali ya kawaida. Collins Shitiabai, runinga ya by, Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.